Ndugu Muislam, tambua ya kuwa safari hii ina adui hatari, adui ambaye ameazimia, ameahidi mbele ya Allah subhanahu wa taala kwamba hatokubali mwanadamu kufika kwa Allah salama.

katika njia ambayo watu wanaipitia kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kila njia ya kheri ibilisi kombele yako anakuzuia, atakujia kila aina ya mfumo, kila aina, kwamba yeye anaona njia hii sawa, mfumo huu ndiwo. Basi ibilisi atakuzunguka kila aina ya sehemu kwa ajili ya kukuzuia katika ile ibada ambayo inayokukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe nguvu kwa ajili ya kuweza kumshinda huyu iblis. Lakini vile vile Allah kasema kwamba inna kaida shaitani kana dhaifa, kwamba vitimbi vya shetani vimekuwa ni dhaifu, ni dhaifu pina vya shetani kwa mwanadamu. Vile vile atambue kuwa hapa katika ibada yangu hii tukufu, ibada ambayo ni sababu ya mimi kuepuka na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyoona nyuma kwamba iblis yuko makini na ili aweze kutuharibia ibada yetu kulazima tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, wakati safari yetu tunaanza, kama watu ambao wanapoanza safari kwenda sehemu fulani wanasoma dua ya safari, ili kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe salama katika safari zao. Lakini vile vile katika safari ya kiroho tunahitaji zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah atunusuru na huyu adui yetu ambaye atakayekuwa ni kizuizi, ni matuta makubwa ya kuweza kutuharibia safari yetu, ili safari yetu isifike kwa salama kwa mtu. Baada ya Takbiratul Ihram anakuja kusoma a'udhu billahi minash shaitani rajim, katika nafsi yake kwamba anaamini kwamba hapa kuna adui ambaye yuko mbele kwangu, anataka kuniharibia kwa, ana kwa adui huyu, ni silaha yake, ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kunaposoma mimi nayesali a'udhu billahi

Ewe mwenye kusali, ili ibada yako hii isiwe na misukosuko mingi, moyo nyoyo zetu au nyoyo yako ielekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwomba msaada, ili vitendo vya shetani hivi viwe dhaifu kwakwee tu, uweze kufika safari yako ya kiroho salama na amani, na Allah subhanahu wa ta'ala. Atu, tunaomba Allah subhana wataala atukubalie ibada zetu na atujalie tuwe na kinga ya shetani, shetani ambaye alimwahidi Allah subhanahu wataala kutupoteza wengi katika katika duniani, isipokuwa wachache ambao Allah subhana wataala kawekea himaya, kizuizi, kinga yake. Na sisi Allah subhana wataala atujalie tu katika watu hao, ili tuwe na mafanikio hapa duniani na kesho akhira. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi